Siri moja nataka kufichua mm. ya jana ile mkutano daktari amesema mm. tulikuwa tumeenda mm. kuuza shamba mm. ingine Kanini na baba wake walikuwa wamebai mm. na hiyo jana tukau, tukaiu, tukapata tukapata customer na tukauza mm. na tukagawa na pesa. Mm. E, tukiwa waine. Wapi? Wera nani? Mimi. Na hawa wanini watatu wenye hapa kuna mwingine ni yupi? Eh. Naona sielewi, kuna kitu sielewi. Tusema kweli kuna kitu sielewi mimi. Kuna kitu sielewi mimi. Na muniambie. Kuna kitu sielewi mimi. Mimi mtaniambia Eh, tumeambiwa hapa na daktari kwamba anatuletea mtu na tunaona, eh, hmm. hmm. eh, hmm. ijaisha, ijaisha tunajaribu kuongelelea bado sista yako hajapata vitu zake, wenye wewe unajua, na sijui kama umeongea na yeye kutoka tutoke hapa mwisho. Hapana, bado sijaongea na yeye. hmm. hmm. kwa nini? Ongee na yeye, ha, na sista yako e, haya siongei na yeye. Jua alishikwa na hasira na tangu hiyo siku hmm. tumekuwa hatuongei. hmm. hmm. na kwa hao watu wenye wako hapo, unaongea na nani? Nimeongea na hmm? nimeongea na huyu. Umeongea na huyu? Uliongea na yeye lini? Jana, jana

Najua labda ushaniona mahali mama, umesikia mambo yangu kunihusu, na mi nashukuru vile umefika. Asante kwa kufika kwako, najua umekuwa na kazi zako za hapa na pale napale, lakini mimi nimetaka tuzungumze mambo moja mbili ambayo iko hapa e. kuna kesi ambayo nimeletewa hapa, na kesi ambayo inahusu dada yako. Sijui kama umejua mambo ambayo inaendelea hapa. Eh, nimejua. E, kuna dada yako hapa amenitafuta kupitia kwa Binai, ameambia Binai niomba unisaidie kuna hii na hii ambayo imenifinya e. Binai amejaribu kusuluhisha, lakini amefika mwisho akasema, hapa mimi siwezi bila mtaalamu hapa sitafaulu, ndio akaamua kunitafuta, na nimekuwa mbali, lakini sababu ni kijana ambaye namusikiza na ni kijana ambaye tumesaidiana na yeye sana nikaona nikuje nijaribu kusuluhisha. Nikapata huyu mama na vile amenieleza, imenigusa sana imenigusa na nikaona nisimame mpaka e, apate haki yake, sababu ameniambia amekaa nje miaka nane na hiyo pesa yote alikuwa anatuma nyumbani, na vile amekuja amepatana na matukio na ni vitu ambaye ni ya kushangaza sana. Na hata kama ingekuwa wewe, jaribu ujieke kwa kiatu yake. E, ukue nje hiyo muda yote unajinyima, sababu unajua maisha huko nje, watu wanaskia tu ngambo, wanadania ni kurahisi, lakini maisha huko nje ni ngumu sana, watu wanateseka sana e, na mtu unajituma ili ukuje ukae maisha mzuri ya, ya hapo at least lakini, unakuja unapata vitu ndio imeharibika kuliko hata vile uliacha. Na nimesikia malalamishi yake na, mimi nikajaribu kuoji watu. Lakini naona ni kama, unajua hawanijui vizuri na ndio maana wamekuwa wananichukulia tu vile wanataka, wananidharau. Na mimi sijataka nifanye chochote kibaya, nimetaka tusaidiane, tujue vile huyu mwanadada anapata haki yake. Sasa nilikuwa nataka tuongee mambo moja mbili kuhusu hii mambo ambayo ikaapa, sijui kama utatupatia ushirikiano kweli ama ushirikiano nitawapatia hmm. Eva hmm. Kuna kitu yenye uko nayo ya sister yako wewe, mimi kitu yenye niko nayo na yeye hmm. Uh, niko na siri moja nataka kufichua hmm. ya jana ile mkutano, daktari amesema hmm. tulikuwa tumeenda kuuza hmm. shamba hmm. ingine kanini na babake walikuwa wamebai hmm. na hiyo jana tukapata customer na tukauza na tukagawa na pesa hmm. hmm. ukiwa waine wapi Wera nani? Mimi. Na hawa wanini watatu wenye kwa hapa kuna mwingine ni yupi bibi ya huyu wa wapili hmm. so kwa hivyo jana ameuza shamba hmm. ulikuwa meeting watu wanne kanini baba yake na mimi, niliona pale tukiuza shamba na wewe uli daktari eh, nikwambie. Unaona mzee, unaona an venye ameogopa akaanza kuongea ukweli. Anajua udaktari na tulikuwa na nyinyi na tukauza shamba, acha nikujifanya Juzi nilikuwa nimekuambia, najua we ni mtu ya haraka na hii mambo imekukuta tu kigafla. Najua imekuumiza sana na pole sana, na utanitafuta. E, kuna mambo mingi ambayo nataka tuongee na wewe sababu kuna mambo mingi ambayo hujajua bado. Eh, najua huko na, ni mtu wa mashughuli mm. Eh, utembee vizuri, lakini ushike mambo ambayo nilikuwa nimekuambia, usijaribu kufanya kitu mbaya eh, sababu ndio maana nilikuwa nimekuambia hapo awali, wewe ni mtu ya hasira na hasira ya dakika moja, usifanye uharibu maisha yako. Ah, na, yeah, nilikuwa nimekuambia msichana utajiletea shida sababu unaona hiyo ni wadhi ushatengeneza kitambo na sio vizuri. Na vitu ambaye tuko naongea hapa, unajua mimi najaribu kukuonea huruma na wewe ni mtoto mdogo sana usijaribu kujiweka kwa mambo ambaye itakuja kukuumiza baadaye ama utakuja kujutia. Unajua jamba vile ametoka hapa anenda kukufanyia nini ama anenda kukuwazia nini? kuna mambo mengine, kabla ufanye kitu fikiria kwanza madhara yake ni gani. Usifanye tu kitu sababu unafanya na ujui. Kaa chini kwanza ufikiria useme nikifanya hii kitu, e, matokeo yake itakuwa nini na madhara yake ni gani? Hata mzee vile, ndio maana nilikuwa nimekuonya hapo awali, nimekuambia mzee, e, usinidharau labda mimi uone vile niko hivi, uone nimechakaa namna hii, uone kama vitu ambayo naongea na kupotezea muda mimi naona kila kitu na kikao ambayo mlikuwa nayo jana. Nilikuwa nimekuambia e, kuna kikao mlikuwa nayo na kuna mambo ambayo muliongea na ambayo mlikuwa mmepanga, na mimi sijataka tuperekane mbali. Sasa daktari, unataka kusema tulikuwa, tulikuwa, tulikuwa tu kikao wapi na tulikuwa tunaongea nini? Wewe unajua vitu ambayo mlikuwa mnaongelelea. unajua huyu mama anaumia na anadhulumika na, na mimi naona anafika mwisho na hata mimi pia huko ananifikisha mwisho. Sijataka nifanye chochote. Jana mliuza shamba, sikia mi, mimi hiyo maneno natuambia. Acha atuambie vizuri ndio tuelewe kama kuna jambo kama hiyo. Aliona ulituona, daktari. Mwenzenu amekubali, amekubali. Mwenzenu mwenye mlikuwa na yeye amekubali, tulikuwa na wewe, tulikuwa na yeye tukauza. Na mimi niko ni, ni, ni, kama ni pesa kama daktari anataka turudishe pesa ilia, mimi niko ready kurudisha pesa. Basi shamba uliuza peke yako jumia, kuna mali nilikuwa na wewe kuuza shamba, siwezi rudisha pesa peke yangu. unaongelea shamba gani? Gani? No, shamba gani, shamba gani yenye tuliuza na nani? kanikutoka kutoka hapo uliondoka ukapagawa auntie, nasikia watu walishauza shamba tayari So, kwa hivyo Eva, Eva na kanini. Yes. Hamuja kosana si ndio? Uh-uh. Hapa daktari amesema hiyo siri alifichua kwa sababu mlikuwa tuna utofauti kidogo, ndio ilifanya ikapewa hasira, akakuja kusema hizo vitu. Lakini saa hizi msharekebisha maneno, mnaanza kufanya mambo zenu ya wakati angepewa pesa bado hakuna kitu ingekuwa inajulikana. Yeah. Yeah. Sasa mimi, vile waliniambia wako na shamba, yeah. na hiyo shamba ni yeah. huyo alinunua shamba na akuambia mama yake. Yeah. Na nikasikia ninaingizwa hapo, shamba ikiuzwa nitapewa kitu. Yeah. Mi nikakubali. Yeah. No, venye nimepata daktari hapa yeah. nikajua hiyo kila kitu itafanyika na ni lazima daktari hakikishe vitu zimerudi. Mimi niko ready, niko ready kurudisha pesa yeah.

Ishtuliuza mimi Binai, tuliuza mimi, huyu tuliuza. Tukiwa waine milioni mbili aliuza shamba, anataka kudai. Unajua unaweza danganya hawa na mimi unajua, ndio maana nimekuambia kila kitu nitafichua. Hata ukikataa kuongea utaongea tu kwa lazima, unaona, mimi huwa natembea na hii tu. Hii ndio silaha yangu, na hii ndio huwa inaniambia hii kila hii kitu, so, utajua tu baadaye. Hii imebeba mm. nini ama iko na nini? Mimi kitu ambaye nilikuwa nataka, unajua ni mzee mzima umebeba kisu hapa, hapa ni butuki. Unipiga risasi situmiange hizo mimi, kama ni shindano ile ya kudunga mifugo. Yani mzee, kama mliuza shamba kubali mliuza mimi nilikuwa na title yeah, okay. <coughs> so, kwa hivyo hiyo ilinunuliwa na Anna hajui kama ilinunuliwa mahali. Sio ile yenye alikuwa anasema ya Kirinyaga na ya wapi ya, ya, ya, ya, ya Muranga walikuwa nani? <coughs> Mlinunua na nani? sababu na ka... So, na maahe kuna, na, nili nili na kuna shamba yenye linunuliwa, nili nili na hukuambiwa hmm? kuna shamba yenye linunuliwa na bila kununua jana, tumeshinda n shamba iko Keno, unaweza kuuza kitu pia wewe mimi kanini eh, eh. Mimi. Yeah. achani kuruka huyu ni daktari yako hapa mimi sijui daktari sana kwanza hospitali ni daktari kiaje labda uniambia basi ni mchawi Mimi na niko ready kurudisha hiyo pesa na sasa wewe bwana mbona ulichukua hiyo pesa jana na unajua kwamba sister yako ako kwa shida sista yangu kwa shida lakini sista yangu juu linikasirikia na mimi najua kando na hiyo pesa akona pesa hata hiyo shamba haijui Aj kama ili inahusu pesa yangu asiatijui mi mletee vitu zangu, acha kushinda kusema hapa. Sista angu misi sista mama atake kutulia elezewe vitu. Ona sasa venye ameanza kuriaktia. Anti, unaongeaje kama malaika? unaongea kama malaika wewe, na wewe ile shida hii yote konda. Eh, unajua, kwanza uwe msichana huyu ni dada yako, kitu ya kwanza na ni damu moja, lakini yali ninyamazia Mbo, kama, ta, mata, mata. Ni umefanya. Ni maneno kama singesema waambo hata angekuwa na kitu hii kesi ni wewe umefanya, ikuwa hivi mzito wewe ulijua atapata kitu nani? Ulijua ni sitaka atapata kitu yenye nasema, angepata kitu. Mimi nilikuwa najua kando, kama ni maneno ya huyu Mbili na huyu akijua hiyo tu, lakini hizi zingine maneno zenye zimekuwa zimekuwa, mimi sikuwa nadhani zinaweza leta shida. Eba unajua kazi yenyewe mimi wanafanya, si ndio? Na unajua kwamba huwa anafanya na daktari sana sana, si ndio? Mm. Sasa vitu yenyewe ulikuwa unaficha, pesa yenye umechukua jana, wewe ume umefika hapa mwenyewe umetense ukaanza kusema. Ulikuwa unaona kama itafika mahali julikani. Mimi nilikuwa nadhani hiyo maneno ilisha junilidhania man. Inaisha aje na huyu mtu ame struggle hivyo bana akatafuta vitu zake na hajapata. Kwa maana anasema nitarudisha hiyo pesa na ni binai. Hey. Eh. Eh. Lakini unajua umemkosea, umemkosea e, sana, sana sababu kwanza kabisa ulikubali kuhongwa na hii mambo ambayo ulikuwa umenyamazia hii muda yote. Unajua, ungemwelezea umwambia, dada yangu, kuna hivi na hivi, kuna mambo ambayo naona inaendelea kwa boma, sababu ni wewe ulikuwa umeachiwa hiyo boma uangalia, sababu huyu msichana alikuwa mdogo, na ni wewe ulikuwa umeachiwa boma uangalia kila kitu ambayo ilikuwa inaendelea hapo. Ungeweza kumwambia dada yangu, hii, na hii inaendelea, lakini sijui ni nini ilikuingia mpaka ukageuka. Unajua hii tamaa ya pesa si mzuri, tamaa ndiyo ilimuingia. Ndiyo sababu hii tamaa ya pesa si mzuri, tamaa ndiyo ilifanya ilifanya mpaka akakuja akaniharibia. Msijifanye, msijifanye mekosana na mko pamoja, unajua wako. Ndiyo maana niko naambia huyu mzee, niko namumulika sana na hii kiburi ambayo ako nayo, naona anaongea tu vile anataka na anafanya mambo vile anafikiria, sababu anaona hakuna kitu ambaye mtamfanyia na hakuna maali mtampereka, lakini hii kesi ni mimi nimeachiwa na mimi ndio niko nashughulikia, na mimi nataka niwaonyeshe tu mfano, sababu najua hamunijui, na labda hatujaipatana pahali, ndio maana munaongea vile mnataka muna, munarusha tu maneno, ni kama unataka kunidunga sindano ya ngombe Mimi usinidunge, wewe nyamaza. Wewe mimi si naongea nini? Wewe mimi daktari hapo si yuko? Mimi nimekubali kila kitu, mimi sio mgonjwa. Kwa hiyo hiyo pesa bado mko nayo, mjatumia mi yangu sijatumia, yangu iko yangu. Unajua mzee, acha nikwambie, mtabaki kwa shida kwa sababu hiyo pesa mtarudisha, mtapewa muta, huyu pesa yake una, na mtaleta hiyo title deed bado na mtalipa huyo mtu mwenye aliwapea pesa. Anasema aliuza shamba na alikuuza shamba. Tulikuwa mashahidi wako ukiuza shamba. Hadi ulikuwa na title deed bado unauza. Mimi ndio nani? Kwa nini? Acha nikwambie, bado unajiingiza kwa shida. Naelewa mnajua, mtalipa huyo mtu mwenye amewapea pesa jana na bado mtarudisha huyu mtampea, hiyo pesa mko nayo saa hizi na mrudishe hiyo nini, mrudishe ule mtu pesa. Mtashikwa, hauna pesa, namnasema mligawana pesa jana na nani? Si ni wamesema, mimi sijui aligawana na kina nani, yeye aliuza shamba peke yake, na alafu anarudi kusema ati. Naona tukiendelea kupiga mdomo hivi tutakaa hapa mpaka kesho, na mzee, nakuuliza kwa mara ya mwisho, sababu hiyo nini, bado uko nayo na hiyo pesa naona bado hamjatumia sababu ni shamba mmeuza me. jana na hiyo kikao ndio nawaambia, mlikuwa kikao jana, na hiyo kikao ilikuwa ya kuuza shamba. Mbona huko nakataana? Ni vitu ya ukweli. M mimi hakuna kitu niko nayo daktari, hmm. najua usikifanya mwendo wa simu. mimi na hakuna kitu niko nayo. Huyu ndio anajua pahali pahali aziuza shamba na pesa akonazo. Mimi niko redi kurudisha hiyo pesa Gani. Lakini aa kanini ndo mnaleta shida hapa sasa, sahii venye naona hivo. Alafu hata kanini huwezi, msijifanye tumekosana Eva kwa sababu naona mko tu sawa hapa na Eva, hata mzaee pia mko tu sawa nadhani. Lakini ile nyinyi mnajifanya kukaza tu eti amko sawa, sema tu wanakuja hapa wanajifanya wanawafunika. Hii inakuwa tu kuwapumbaza lakini ni watu ambao wakitoka hapa huwa wanaenda wanakaa wanapanga, na hata ni mipango mingi walikuwa wamempangia na huyu Evelyn anajua kila kitu, na mimi nashangaa, na anajumulika aje kwa hiyo kwa hiyo kikao, na huyu ni dada yake na anaona vitu ambayo wanaongea na mipango ambayo wanapanga sio mzuri. Mbona unakubali vitu kama hizo? si ndio maana nimekuambia daktari, mimi niko ready kurudisha hiyo pesa. Unajua mm, ni makosa sana, unakosea dada yako kufanya vitu kama hii na kukubali kuhongwa hiyo pia ni makosa. Mimi nakuchukulia makosa na wewe, tutapatana na wewe tu. Wewe usikue na wasiwasi e, sababu hiyo vitu ambayo unafanyia dada yako mimi janifurahisha. Wewe ndio ilifaa usimame kama kinga useme hapana, hii ni, ni damu yangu. Vitu ambayo mnafanya hapana. Mbona ulinyamazia hizi vitu? Wakati nilikuja kueleza huyu dada yangu maneno aliniruka na badala tuongee polepole tuelewane, aliniruka na wakaanza kunipiga wakiwa na msichana wake. Sasa ndio ukaamua kurudi kuungana na hawa tena kummaliza shamba? Oh, mtuwa mtuwa. Oh, uy, na... na... nani alitafuta mtu, nani ako na title deed sema ni mzee. So huyo mtu mwenye alinua shamba jana ulikuwa hapo, anajua kwamba huyu ndio atampea title deed, si ndio anajua hivyo anajua hivyo, si unajua eh? <coughs> <coughs> Amojiwa... ile tuarekesha hii maneno na mzee naona no, Nimejaribu kuongea na yeye lakini hataki kunisikia, aka nani dharau tu. Unajua mzee, wewe ndio utabaki kwa shida, mimi ndio mtu mwenye alinunua shamba najua, anajua huyu ndio anaenda kumpeana kupeana shamba, si ndio kama anajua wewe ndio unaenda kupeana shamba mzee eh Unaona hiyo pesa uko naye? Unaona pesa ulipewa kuna... jana hiyo? Sasa mimi ningeuza aje shamba na mimi hadi si mimi niko na title deed wewe. Tena aliuza shamba na kuhonga. Si uliuli kuja kwani ati ukasema tena umesema niliuza saba. Uliuza shamba peke yako? Peke yangu. Hata huyu. Kwa hiyo wewe ulikuwa ulikuwa alikuja kunihonga. Eh. Nikakuhonga pesa ngapi? Na sio umesema ujumbe wa shamba. Kwani mzayu wewe ni mlevi? meanza kujichanganya mwenyewe me a kujichanganya. Daktari anafanya mambo yake, wacha tu ajichanganye mwenyewe hivyo. Atakubali, atafika tu mahali mwenyewe akubali, ama daktari Yeah, naona mwenyewe anajiingiza kwa mtego okay, tu. Wa, <laughs> <asa kukorofishana laughs> tu. Nataka wenyewe kukorofishana wenyewe. Inaonekana hiyo <laughs> shamba mnasema ati tumeuliuza, yeye yeah, ndiye aliuza ndio akakuja. Na sio unasema mm -hmm. Ulihongwa?